kuu siyo siku ya kawaida tu, ni siku takatifu ambayo huwagusa mabilioni ya waumini wa Kikristo kote duniani. Wakristo hukumbuka mateso, kusulubiwa na kifo cha Yesu Kristo. Katika imani ya Kikristo, hasa kanisa Katoliki, hii ni siku ya maombolezo na tafakari kuu juu ya kifo cha Yesu. Wakristo wanaamini kuwa Yesu alisulubiwa msalabani kwa ajili ya dhambi za wanadamu, akijitolea kufa kwa upendo usio na mipaka. Misa takatifu haisomwi kama kawaida. Siku hii madhabahu hubaki tupu kuonesha kutokuwepo hai kwa Kristo ambaye ni Pasaka wa kanisa na tayari katolewa kafara. Kwa Katoliki, Ijumaa Kuu ni siku ya kufunga na kujinyima. Waumini hawali nyama kama ishara ya toba na mshikamano na mateso ya Kristo. Ijumaa Kuu wa Kristu, wote wakatoliki wasile nyama ili tutafakari zaidi mateso ya Kristu anayekufa msalabani katika siku ile. Siku hii ni wito wa tafakari juu ya msamaha, sadaka na upendo wa kweli. Ingawa ni siku ya huzuni, lakini pia ni mwanzo wa matumaini kwa maana baada ya mateso msalabani kuna ufufuko ambayo ndio siku ya Pasaka.